Inakuwaje ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Coast digital media. Leo ndani ya Coast Digital Media, ikipenda tuweze kuingia kwenye ulingo wa burudani, tuweze kuangalia ni kitu gani ambacho kinakuwa kinatokea kwenye ulingo wa burudani, na leo ningependa tuingie nchini Tanzania kule, tuweze kuangalia mambo gani ambayo yanakuwa najiri ndani ya wiki hii, na leo ningependa tuweze kuingia pale WCB tuweze kuona nini hasa kinachotokea katika lebo hiyo ya WCB. Kumbuka kwamba e, Wasafi e, limited ambayo ni WCB, kampuni iliyoweza kusajiliwa kwa sheria ya Tanzania kufanya shughuli za sanaa yenye makao yake e, kule Mbezi, ni kwamba kuna story fulani ambayo iliweza kutoa e, ndani ya wiki hii ambayo e, meneja wa lebo hiyo ambayo ni msanii Nasib Abdul Juma eh, ambaye ni kwa ama kwa almaarufu eh, Diamond Platnumz ameweza kuashiria kuwa kuna dalili fulani ambazo huenda muda usoko mrefu atakuwa anasaini msanii mpya kwenye lebo hiyo ya WCB baada ya nguli wa mziki ambaye ni Mboso Kani weza kujitoa kwenye lebo hiyo. Alikwamba msanii huyo wa Tanzania aliweza kutangaza mkataba wa makubaliano kati ya kampuni yake na mwimbaji mpya, akiashiria kipaji kingine kipya cha e, kinakuja, akiandika katika ukurasa wake wa Instagram akisema kwamba mkataba wa kujiunga na kampuni ya mziki, mkataba huu umeingiwa leo tarehe kumi na nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na hiyo basi e, ilikuwa ishara tosha Diamond Platnumz alikuwa mbioni kuweza kumsaka na kupata nyota mwingine wa muziki ambaye ama kuzidi kutamba kwenye sanaa hiyo ya muziki. Kwa kuweza kuzungumza eh, kuondoka kwake kwa Mboso ni kwamba Diamond Platnumz ameweza kuonekana kwamba eh, kukosa kumlaumu Mboso baada ya kujitoa kwenye lebo hiyo akisema kwamba moyo wake mkunjufu aliokuwa nao kwenye lebo hiyo hakuweza kumfanya kwamba aweze ama kuweza kumwambia aize kutoa chochote ikilinganishwa na, na baadhi ya wasanii wengine ambao waliweza kujitoa kwenye lebo hiyo ambao waliweza kutakiwa kulipa kiasi fulani cha fedha kabla ya kutoka kwenye lebo hiyo, ni kwamba msanii Diamond Platinum amezidi ah, kumsifia na kumwita Mboso kama rafiki yake tena wa dhati katika masuala mbalimbali ya kisanaa na kwa kushirikiana, jambo ambalo liliweza kusababisha kutotoza hata senti moja alipotaka kuondoka kwenye lebo hiyo. Hata hivyo basi, nachosubiriwa kwa sasa na mashabiki wa Diamond Platinum ni kuweza kumwona msanii huyo, ambaye wana hamu zaidi na kuweza kumwona kwenye lebo hiyo na kuweza kumpima uzani kuangalia, je

anasukuma gurudumu ambao liliweza kuachwa na mbosokani, ama itakuwaaje kumbe kwamba kuna kunazo baadhi ya sheria ambazo huenda lazima ziweze kufuatiliwa, ili kwamba kuweza kumsanii, ili kuweza kumsaini msanii mpya kwenye lebo hiyo ya WCB. Hiyo ni swala ambalo nimeweza kuendelea hapa ndani ya Coast Digital Media siku hii ya leo. Kumbe kwamba kama ndio mara ya kwanza, hakikisha kwamba unagusa kinema ambacho kimeweza kuandikwa subscribe, una like, una comment, una share, ili kwamba inapo tutakuwa tuna story nyingine, zaidi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuipokea. mimi sema comment hapo chini, alafu baadaye tutakuwa tunasonga mbele, ili endapo tutakuwa tunaombea zaidi, utakuwa mtu wa kwanza kuweza kupakua. Mimi naitwa Marando.